na tunajua kabisa Azizi Ki amesajiliwa na klabu ya Wydad huko mchini Moroko, na yes, tunajua alikuwa na mahusiano na bibie yes, Hamisa Mobeto. Sasa eh, mm -hmm, kwanza umbali unawapa kasoro gani hawa watu? Uh, kwa kweli tunafahamu kabisa kwamba kwenye swala la mapenzi E, swala la umbali waga lina play part kubwa sana yaani, ukaribu umeona, lakini kama watu wako serious hata kama akiwa yuko mbali mapenzi yako pale pale, yawezi akapungua ya ushaelewa, e, yeah. Kwa hiyo ishu ya umbali haimati sana hususani yeah. Hao watu wazima wanajitambua, sio watoto wa sekondari Maona eh, wangekuwa watoto wa sekondari watoto wa chuo wangesema kwamba dai bwana, long distance relationship lazima ilete shida, lakini watu wazima pamoja kwamba wako mbali, kila mtu ana majukumu yake. Kwa hiyo amesababetu akitimiza ma, akifanya majukumu yake Tanzania, akipata time anaenda kumwona mpenzi wake the same pia. Kwa Azizikina pia akipata break anakuja Tanzania, mambo yanaenda hivyo, so ni fresh tu. Yes, na tumeona sijana, yes, bwana Aziziki amempokea mpenzi wake na mm. bwana tunamaanisha Samo Beto ameenda Moroko kwa Aziziki. Tumeona mapokezi ambayo amempokea, tumeona maua maua kitandani. Je, ile imekaaje kiupande wako? Ah, mahaba lazima yawepo bwana. Mambo ya kuwa romantic sometimes sio kila siku, lakini from time to time to lazima yawepo. Unaona? mm. Eh, ukiwa na mpenzi wako bwana lazima sometimes unamsurprise kama vile amekuja kukutembelea, sio kwamba anakuja tu unajiongeza. mm. Kwa kama vile tumeona Hamisa Mobeto amepokelewa vizuri, maua nini, kanunuliwa mabegi mazawadi ale ya Louis Vuitton. Umeona, kwa sababu mnyamwezi si ana hela bwana. Lakini hata kwa vijana wengine ambao wapo katika relationship bwana, unamsurprise mpenzi wako, akija ghetto unamchemshia maji <laughs> ya kuoga kinyamwezi. Mm. Okay. <coughs> Baada ya kufika pale, bwana Sabeto akaona kufanya vile vitu, akamua asi kwenye mtandaob bad. lakini baada vitu vingi na kati ya kitu ambacho yes, kuhusiana na kuto kumpa bwana <laughs> <laughs> nah, wabongo, uh -huh. eh, ume, eh. wabongo ndio vitu eh, yani, kwa swala la ku ni kawaida na kwa kawaida, kama mtu akioa wa lazima wataanza kitu cha kwanza kabisa kumwandama. mm -hmm. Wataanza kusema, bwana, mbona binti hajapata mimba? Kwa hiyo wameanza tena kusema hivyo. Sasa hii inshu bwana, hapa hawana cha kulaumu, kwa sababu hao wote sio wageni kwenye swala zima la uzazi. Ushaelewa? mm -hmm. Hamisa na watoto wawili. Umeona? mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo ni mzazi lakini eh, pia vilevile kwa upande wa zizikina pia ana mtoto, umeona? Kwa hao wote wako vizuri biologically kwenye swala zima la nini na mtoto mm -hmm. Naake hii issue ishawahi kumkuta hata Juksi, tunakumbuka, baada tu ya kuoa watu wakaanza kusema Mwisho wa siku walivyoona kwamba <coughs> binti ana mimba wakazua tena mengine amepandikiza na vitu vingine kama hivyo. Umeona? Lakini wabongo hivi ndio vitu vyao. Kwa swala la kuanza kuwarashi watu kwamba bwana mbona uzae, mbona hujapata mimba. Hicho ni kitu ambacho nadhani hata mwenyewe pia Hamisa Mobeto alikuwa na respect kwamba lazima watu watasema hivyo, si ndio? <coughs> Eh? Kwa sababu hata siku ile wanafunga ndoa unakumbuka mmoja wao alishasema kabisa alikuwa anawapigia tarumbeta kwamba bwana mzae, mzae. Umeona? Kwa ni vitu wabongo ndio hivyo walivyo. Kwa hiyo Hamisa Mobeto amemjibu mtu nimeona kwenye comment pale lakini hakutakiwa uh, hata kujibu. Itakiwa tu achune, aendelee na mambo mengine kwa sababu wabongo lazima waseme. Na hata kama akizaa pia atasema, bwana sasa tunataka wa kiume, akizaa wa kiume atasema sasa tunataka wa kike. Umeona? Kwa wabongo waishiwi wa kusema, ni vitu vya kawaida kabisa. Kwa hiyo sometimes Hamisa hatakiwa endelee kuwapuuzia, maana tunafahamu hiyo ndio imekuwa tabia yake. Lakini, this time around, tumeona ameanza kujibu watu which sio mbaya kwa sababu ni account yake ya Instagram, ameamua kufanya hivyo fresh tu na lakini pia Eh, watu wengi wana, walikuwa wanasema kwamba Hamisa Mobeto yupo Aziziki kwa ajili ya mafanikio yake binafsi, unajua eh? Mm. Yes, watu wengi wana hata pia nimeona kuna mtu ambaye alikomenti kusema kwamba yes, alimshauri Aziziki mali zake aandike jina la mama yake. Imekaaje kitaalamu bwana? Hii bwana tukizungumzia kiundani mm -hmm kwa sababu hivi vitu vishakutokea kutokea kwa watu kadhaa. hmm. Tunamkumbuka Ashrafu Hakimi mchezaji wa PSG beki, yeah. Yule mwafrika yule naye, yes. E, yule naye pia bwana ilishai kumkuta kitu kama hiki. Alipata mwanamke akamuoa, mwisho wa siku akaanzisha ugomvi ule binti, wakataka waachane, and then akaenda mahakamani kudai haki zake kwamba nataka asilimia kadhaa ya, kadha ya utajiri wa Ashrafu Hakimi. hmm. Lakini kumbe Ashrafu Hakimi alishafikiria mbali akaona kabisa kwamba hapa Micha kumbe alikuwa tayari ameshaandika mali zake zote aliziandika kwa jina la mama yake mpaka bank account. Kwa hiyo which means kwamba Sharafu Hakimi alikuwa anaonekana kwamba hana chochote hakuna anachomiliki. Umeona? No, ni akili ambayo alitumia Hakimi na Hakimi kipindi kile nadhani unakumbuka tulikuwa na tunamuona kama vile ndio e, mwenyekiti wa vikao vyetu. Umeona kwamba mwenetu kweli amepiga kama pele. E, kwa hiyo wavulana wengi sana sasa hivi wamekuwa na hiyo tendency. E, tunakumbuka hata Mama Dangote naye pia aliposti akasema kwamba alimposti Diamond akamwita Hakimi which means kwamba, e, sio jambo la kushangaza kwamba pia mali za Diamond zikawa ziko chini ya jina la Mama Dangote. Hicho pia ni kitu ambacho obviously kinaonekana kwamba kiko clear. Umeona? Mm-hmm. Lakini ukiacha na hilo kuna rapa mwingine Marekani anaitwa Nav naye pia the same. Ye issue ambayo imemkuta, imemkuta Hakimi, pia vile vile imemkuta Nav. Nav naye pia ameachana na mkewe, mkewe anadai hela, anadai nusu ya utajiri wa mshikaji ambao ni takriban kama bilioni 11 hivi. Lakini kumbe navo aliandika mali zote kwa jina la mama yake, kwa hiyo binti ameondoka patupu. Kwa hiyo hiyo, kwa upande wa Aziziki, watu kumshauri sio jambo baya, ushaelewa eh? Japokuwa ya wahusu ni mambo ya kifamilia, lakini wabongo kama kwa jinsi kwa watu, kwa kwa jinsi walivyo ni watu wa kuingiza pua kila sehemu, kwa hiyo kumshauri mchizi kwamba afanye hivyo sio jambo baya kinyamwezi na uenda labda akawa kweli ameshafanya, huwezi jua. Umeona, kwa sababu hata mwenyewe pia bwana una haso sasa hivi unateseka unate, umeona unajitafuta. Ukipata pesa bwana, uwezi ukaja kuzipoteza kizembezembe tukisa mapenzi. Umeona e, kama mtu kweli umetafuta pesa kwa jasho lako uwezi ukaja kuzipoteza kisa mapenzi. Lazima utakuwa umejiandaa, lazima utakuwa na strategies umejiandaa, una plani A plani B plani C D na F kabisa, umeona? hmm. Kwa hiyo umeshajiandaa kwamba, okay. lazima vitu navyovipachezi au vitu navyovinunua lazima niwe makini, sikurupuki kuingia kwenye mahusiano ya ndoa na nini, kwa sababu una unajua lazima ufikirie mbele kama mtoto wa kiume. Wewe mtoto wa kiume upelekeshwi na hisia, mtoto wa kiume anapelekeshwa na akili bwana. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo ni vya kujifunza eh, lakini mtu kuja kukoment kwenye peji ya Hamisa Mobeto kwamba kumshauri Aziziki mali zake aziandike kwa jina la mama yake, hapo ni kama vile amemwinsult Hamisa, umeelewa? yani kama vile wame, wamekuja kumtia aibu au kuwameamua tu kumkera Hamisa Mobeto. Lakini kama ile comment ingekuwa ipo kwa Aziziki, kwenye page ya Aziziki ilikuwa imekaa sawa, e, kwenda kumshauri mwenetu bwana, fanya hivi, sio kitu kibaya e, lakini kama mtu ameenda kucomment hivyo kwenye page ya Hamisa Mobeto, hapo amemkosea heshima na ndio maana Hamisa Mobeto akajibu akacheka, na wengine pia hawajachukulia serious, kwa sababu Hamisa naye pia tunajua kwamba yuko vizuri financially. Umeona, ni binti ambaye kwanza kabisa kazana mabosi hapa town, umeona eh, umeona. Kwa hiyo issue ya uchumi yeye sidhani kama ni tatizo sana kwake, ana biashara zake, ana endorsement deals, umeona. Kwa hiyo kinyamwezi, Hamisa yuko vizuri kiuchumi, ndio maana amecheka, umeona. Angekuwa mtu mwingine angetukana pale, angempa mtu matusi ya kumwaga, lakini Hamisa amecool down, amecheka na nini hivyo. Umeona kwa hiyo ina make sense mtu kumshauri kijana mwenzie umeona, lakini kwenda ku comment katika page ya Hamisa Mobeto hapo ndo kosa, ila kumshauri kijana mwenzie kwamba mwanangu, fanya hivi ili asije akakukuta watu wengine ambao wanalizwa, yeah. Safi, ila kitu kingine ambacho labda cha kushauri pia wavulana wengine au vijana wengine ambao wanatutazama, pimeni DNA watoto wenu, pimeni DNA, talea watoto wa watu. Ah, okay lakini Umesema ni kawaida na hata Hamisa Mobeto alikoment kwa kucheka. Uh, mengi sana mtu anaweza kuonesha furaha hiyo, pia inawezekana vyote vilivyozungumza viko sahihi, inawezekana ila tu amecheka kwa sababu ni mtandaoni Umeona, mm -hmm. Uh, inaweza ikawa imemkata, obviously lazima itakuwa imemkata. Ndio maana nimesema kwamba kama mtu ameenda ku comment katika page ya Misa Mobeto lazima itakuwa imemkera, lakini amejibu tu kwa kucheka, ila inawezekana ikawa imemkera vile vile. Umeona, mm -hmm. lakini kama mtu ameenda ku comment vile ile ilikuwa ni page ya ya, ya Ziziki maana sijafuatilia, mm -hmm. vizuri kujua kwamba huyu mtu alikoment katika page ipi? mm -hmm. kama mpe, ame comment kwenye page ya Ziziki, alikuwa yuko sahihi kumshauri mwenetu kwamba take care lakini kama mtu ameenda ku comment katika page ya Hamisa Mobeto, amemkosea Hamisa Mobeto, amemkosea heshima. Unaendaje kumkomentia binti kwamba, alafu namtagi Azizi Ki? E, nakuwa kama vile umeenda kumuinsult umeona? Kwa hiyo iko hivyo, lakini issue ya kusema kwamba labda Hamisa yuko pale kwa ajili ya fedha, hmm. hapo bwana, siwezi nika siwezi nikatoa jibu nikasema kwamba hapana hayupo kwa ajili ya fedha. Watoto wa kike tunawajua, moyo wa mtu ni kichaka bwana, umeona. Lakini pia huwezi ukasema kwamba bwana e, labda yuko kwa ajili ya wamependana tu, you never know, unaelewa.